Mheshimiwa Makamu wa Rais, jengo hili la kisasa lenye ghorofa moja linajumuisha kumbi tano za viongozi wakuu wa nchi zikiwemo kumbi maalum mbili kwa maana presidential suites, kumbi, kumbi mbili za mikutano ukumbi mmoja wa kusubilia kwa maana holding room, mgawa kama ulivyoweza kuona ndani ya hilo jengo. Aidha, jengo hili limefungwa mifumo ya kisasa ya ulinzi na usalama, naweza nikasema this is a smart building lakini pia ni environmental friendly. Wizara inaendelea kuhakikisha miradi ya viwanja vya ndege nchini inaendelea kutekelezwa ili kuongeza huduma ya usafiri wa anga na hivyo kufungua na kuchochea shughuli mbalimbali za kiuchumi hapa nchini. Ili kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, serikali imedhamilia kuunganisha huduma za sekta ya uchukuzi, multimodal transportation. katika katika kutekeleza hilo, serikali inaendelea na uunganishaji wa huduma za viwanja huduma za viwanja vya ndege, usafiri wa barabara, maji na reli. Mathalan, mradi wa kimkakati unaoendelea wa ujenzi wa barabara ya mwendokasi BRT katika kati ya eneo la posta na gongo la mboto kilomita 23.6 utaunganishwa na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kurahisisha huduma za usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Hali kadhalika, hatua za utekelezaji zinaendelea ili kuhakikisha huduma za reli zinaunganishwa na viwanja vya ndege vya kimataifa hususan kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Jitihada hizi kubwa zinazofanywa na serikali zinalenga kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji ili kuchochea ukuaji wa uchumi kitaifa na kikanda. Hii inatokana na fursa za faida ya kijiografia za nchi yetu ambayo ni lago kuu la biashara la nchi zaidi ya nane zilizopo kusini mashariki kati ya bara la Afrika na kiunganisha bara letu na nchi za mashariki ya kati na mbali hivyo za, ni dhamira ya serikali kuendelea utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge, kwa kwa vipande na maeneo yote yaliyobaki kuelekea Tabora Mwanza, Kigoma hadi Msongati huko Burundi. Pili, uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, gati namba 12 mpaka 15 na bandari nyingine za kimkakati za Tanga, Mtwara, kisiwa Mgao, mbamba Bay, Kigoma na Bagamoyo. Tatu, uboreshaji wa reli ya mamlaka ya reli Tanzania, Tanzania na Zambia, TAZARA, kutoka Kapiri Mposhi hadi Dar es Salaam. Ujenzi na ukarabati wa barabara za lami zinazounganisha Tanzania na nchi jirani na pia ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vikiwamo Msalato, Kilimanjaro na Mwanza. Lakini pia ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu na ununuzi wa ndege mpya sita za kisasa za kampuni ya ndege Tanzania ATCL.